Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Tunakushukuru Mungu, tunasema asante kwa ajili ya siku ya leo. Ni wakati mwingine tena mzuri unatuunganisha kanisa lako kwa ajili ya kwenda kusoma maneno yako yenye uzima. Tunakualika Roho Mtakatifu mahali hapa, tunaomba uje Roho mwenye upendo na nguvu, utusimamie ili neno hili, e Bwana, liweze kuleta matokeo na matunda katika maisha yetu, tupe hekima kwa neno lako, tuponye kwa neno lako, tupe majibu kwa neno lako, tupe uzima kwa neno lako, ili sote tuendelee kudumu katika wokovu imara wa Kristo ndani ya msalaba wenye uzima, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tuseme amen. Wapendwa, karibuni sana, tutaenda kusoma leo kitabu hiki cha Yudithi ile sura ya kumi na tatu, tutaangalia juu ya Yudithi anarudia Bethulia. Mm. Katika sura ya kumi na nne tutaangalia juu ya ushindi dhidi ya maadui. Naam, tuungane sasa, tuanze rasmi usomaji. Sura ya kumi na tatu. Ikawa jua liliposhuka, watumishi wake walifanya haraka kuondoka. Bagoa alifunga hema kwa nje, akawapa ruhusa wale waliokuwa wakimhudumia bwana wake wakaenda kulala kitandani, maana wote walikuwa wamechoka, kwa kuwa karamu ilichukua wakati mwingi. Yudithi akabaki peke yake hemani pamoja na Holofene, naye amelala kitandani yuhoi kwa ulevi. Naye Yudithi alikuwa amemwagiza mjakazi wake asimame nje ya chumba chake cha kulalia, amgoje hata atoke. Kama kawaida yake ya kila siku maana atakwenda kusali. Na Bagoa naye alikuwa amemwambia vivi hivi. Basi watu wote waliondoka kwake hakuna aliyebaki hemani, mdogo wala mkubwa. Yudithi akasimama kitandani pake akaomba moyoni mwake. Ee Bwana Mungu mwenye uwezo wote iangalie sasa kazi ya mikono yangu kwa utukufu wa Yerusalemu. Sasa ndiyo wakati wa kuusaidia urithi wako na kufanya yale niliyokusudia, kwa mvunjiko ya adui walio nitukia. Akauendea ubao juu ya kitanda upande wa kichwa cha Olofene, akaitungua jambia yake humo akasogea kitandani, akazishika nywele za kichwa chake, akasema: ee Bwana Mungu wa Israeli, nipe nguvu leo. Akampiga shingo mara mbili kwa nguvu zake zote, akamkata kichwa. Akaukokota mwili wake toka kitandani na kuangusha chini, akatungua chandarua katika nguo zake, na baada ya muda kidogo akatoka. Akampa mjakazi wake kichwa cha Olofene, akakitia katika mfuko wake wa chakula. Wakatoka wao wawili kama kawaida yao kwenda kusali, wakapitia kambini, wakazunguka mle bondeni, wakapanda mlima hata Bethulia, wakafika milangoni pa mji. Yudithi akawaambia walinzi wa milango, fungua fungua mlango, fungua sasa! Mungu, Mungu wetu yu pamoja nasi, ili aonyeshe hata sasa uweza wake katika Israeli na nguvu zake juu ya adui, alivyoidhihirisha leo. Ikawa watu wa mjini walipoisikia sauti yake, waliendea milango ya mji upesi, wakawaita wazee wa miji waje wote. Wakakusanyika wakubwa kwa wadogo, maana kurudi kwake hakukutazamiwa wakafungua mlango, wakawakaribisha. Wakashusha moto wapate nuru, wakawazunguka pande zote. Akawaambia kwa sauti kubwa, msifuni Mungu, msifuni Msifuni Mungu aliyeondolea nyumba ya Israeli fadhili zake, bali amewavunja adui zetu kwa kwa mkono wangu usiku huu. Akakitoa kichwa mfukoni, akaonyesha, akawaambia, kitazameni kichwa cha Olofeni jemedari mkuu wa jeshi la Ashuru, kitazameni chandarua chake alimolala katika ulevi wake hata Mungu akampiga kwa mkono wa mwanamke. Kama Bwana aishivyo, aliyenilinda katika njia niliyokwenda, sura yangu ndiyo iliyomvuta kwenye maangamizo yake, wala akutenda dhambi nami kunitia unajisi kwa aibu. Watu wote wakashangaa kabisa, wakainama wakamwabudu Mungu wakisema wote, umehimidiwa E Mungu wetu uliyewangamiza maadui wa watu wako leo. Uzia akamwambia, umebarikiwa binti yangu usoni pa Mungu aliye juu kuliko wanawake wote wa duniani, na imidiwe Bwana Mungu muumba mbingu na nchi, aliyokuongoza hata ukampiga ukampiga kichwa mkuu wa adui zetu. Imani yako haitatoka moyoni mwa watu Wanaokumbuka wanao uwezo wa Mungu milele. Mungu afanye mambo hayo yawe kwako sifa ya daima. Akajaze mema kwa kuwa hukuiachilia maisha yako kwa ajili ya mateso ya taifa letu, bali uligeuzia umbali maangamizo yetu, ukashika njia iliyonyoka mbele ya Mungu wetu. Watu wote wakasema amin, amin. Sura ya kumi na nne. Yudithi akawaambia nisikilizeni sasa, ndugu zangu, kichukueni kichwa hiki, mkitungike katika ukuta wa boma lenu. Na itakuwa kunapopambazuka asubuhi na jua linachomoza, mtashika kila mtu silaha zake za vita na kila mtu hodari miongoni mwenu atatoka mjini, nanyi mtaweka jemedari juu yao kana kwamba mnataka kushikia uwanda wa chini kwenye walinzi wa wana wa Ashuru, lakini msishuke nao. Watachukua mavalio yao ya vita na kwenda kambini kuamsha wakuu wa jeshi la Ashuru nao wote watakwenda mbio hemani kwa Olofeni, wasimuone ndipo hofu itawaangukia nao watakimbia mbele yenu. Basi ninyi na wote wanaokaa katika mitaa ya Israeli mtafuata kwa kuwangusha njiani, lakini kabla ya kufanya hayo, niitieni ya kioro mwamori ili amone akamjue yeye aliyeidharau nyumba ya Israeli na kumpeleka kwetu kusudi afe. Wakamwita Kioro katika nyumba ya Uzia, naye alipokuja akakiona kichwa cha Olofene mkononi mwa mtu mmoja katika mkutano wa watu, alianguka kifudifudi na moyo wake ulizimia. Hata walipomwinua alianguka miguuni pa Yudithi akamsujudia, akasema: umebarikiwa wewe katika kila hema la Yuda na katika kila taifa, nao walipolisikia jina lako watafadhaika. Sasa nieleze yote ulioyatenda tangu siku, tangu siku alipotoka hata wakati huo anaposema nao naye akiisha maneno yake watu wote wakapaza sauti zao wakashangilia, wakapiga vigelegele vya furaha mjini mwao. Naye Akioro alipoyaona mambo aliyoyafanya Mungu wa Israeli alimwamini Mungu kabisa, akajitahiri, akaungwa na nyumba ya Israeli hata leo basi. Maana kulipokucha walikitungika kichwa cha Olofeni ukutani, kila mtu akatoa silaha zake, wakatoka vikosi vikosi kwenye njia ya milimani. Nao wana wa Ashuru walipowaona walipeleka habari zao na huko kwa maakida wao, nao wakaenda kwa majemedari wao na maamiri wao na wakuu wao wote wakaja hemani kwa Olofene wakamwambia yule aliyesimamia ya nyumba yake yote, mwamshe bwana wetu sasa, maana wale watumwa wamethubutu kutushukia kupigana nasi kwa maangamizi yao. Bagoa akaenda akapiga hodi nje ya hema, maana alidhani yumo amelala na Yudithi. Hata asipopata jibu alifungua akaingia, katika chumba cha kulalia, akamwona yumo chini karibu na kitanda ameondolewa kichwa. Akalia kwa sauti kuu, akiomboleza na kuugua na kupiga kelele na kurarua nguo zake. Akaingia hemani alimolala Yudithi ya Simone, akawaendea watu mbio, akapaza sauti yake, akasema, wale watumwa wametudanganya! Mwanamke mmoja wa kiebrania ameihatarisha nyumba ya mfalme Nebukadreza, maana kumbe Holofene amelala chini, hana kichwa. Nao wakuu wa jeshi la Ashuru waliposikia maneno hayo, walirarua nguo zao wakifadhaika mno. Kulikuwa na maombolezo na kilio kikubwa kambini.